Mwalimu Nyerere alijenga viwanda. Kuna viwanda vya nguo. Matex, Mutex, Dar textile, Sungura textile. Alijenga viwanda hadi vya redio Philips pale Arusha. General Tires. Alijenga viwanda Kibo Matches vya viberiti. Alijenga viwanda vya sukari. Alijenga viwanda vya magodoro. Alijenga kila kitu cha kutufanya to take off. Everything that you call ambacho kinakufanya nchi kinachojenga msingi wa uchumi kukua aliviacha. Leo hakuna kiwanda hata kimoja. Uongo kweli? Na kiwandani peke yake, kiwandani peke yake ndiko anakoajiriwa mtu mwenye elimu ya juu na yule asiyekuwa na elimu, kwa sababu kiwandani anaajiriwa engineer wa kiwanda, anaajiriwa, eh, anaajiriwa, ataajiriwa mtu wa, wa mahesabu ataajiriwa eh, human resource manager kiwandani. Pia atakuwepo na mamantilia anayewauzia wafanyakazi wa kiwanda. Kiwandani atakuwepo na technician, kiwandani atakuwepo na mbeba mizigo, kiwandani atakuwepo mwendesha roli. Kiwandani kila mtu anaajiriwa, mwenye elimu ya juu na asiyekuwa na elimu. Viwanda vyote vimekufa. Sasa tumekuwa nchi, kila tunachokusanya tunakiexport kwenda nje kuagiza vitu. Huwezi kuwa nchi ambayo kila unachokusanya unakitoa kesho yake, huwezi kutengeneza bezi ya ajira, haiwezekani. Kwa sababu gani? Nisikilize, sikilizeni niwaambie. Hapo kwenu kulikuwa na kiwanda cha magodoro Dodoma, weongo kweli? Sikilikuwa Dodoma, kiliajiri watu wa wapi? Wa Dodoma. Kwa hiyo pesa ikitoka popote, na mvinyo na vitu vingine, inaingia kwenye kiwanda, inakuajiri wewe. Wewe ukilipo kiwandani unajenga nyumba, unamlipa yule fundi fundi. Akipata hela ananunua mboga kwa mama anayeuza mboga, yule mama anaagiza bodaboda amletee mboga nyingine, bodaboda anakunywa mafuta kwenye kituo chako. Wewe unamwajiri mlinzi, mlinzi ananua kiberiti pale, pesa inazunguka. Na nielewe vizuri, leo kwa mfano, leo kwa mfano, tuna bodaboda kila boda kitongoji nchi hii kwa mamilioni ndio ajira pekee vijana wetu wanaofanya. Uongo? Kweli, mamilioni ya boda boda. Mwalimu Nyerere aliacha General Tyre za Arusha. Mimi nimekuwa babangu na marendrova tunanunua tairi za General Tyre za Tanzania. Maana yake nini? Pesa ikitoka Tarime inaingia General Tyre, inamlipa Mtanzania, Mtanzania ananunua simenti kwa mwingine, pesa inazunguka miongoni mwa Watanzania. Leo bodaboda ikiishiwa tairi natoka hapi inaenda gwanzu China kuagiza tairi, unaexpoti ajira za watu wako kwenda China. Utatengenezaje uchumi? Basi tuseme bodaboda boda. hata tairi tuseme ni complicated. Magunia ya kubebea viazi, gunia hili gunia, gunia magunia. Mwalimu alikuwa tunalima mkonge Tanga, tunalima mkonge eh, Lindi, Mtwara, Morogoro, na kiwanda cha magunia kilikuwa pale, kiwanda cha ngozi za ng'ombe pale ZZK Mbeya ilikuwepo viwanda vya seramika, vilikuwepo viwanda vya kila kitu. Mwalimu alifanya maana yake ni kwamba pesa izunguke miongoni mwa ndani ya nchi yetu. Leo chini ya hawa wanaosifiwa mpaka wanapewa tuzo, hawana hata nenda hapo hivi, nunua kiberiti, kimeandikwa Kasuku made in Kenya. Kibo matches imekufa leo. Wakenya wakitufungia kiberiti, tunaanza kupekecha hivi vijiti, zama za mawe za kale tuna nchi hapo magunia tunachukua bilioni, nchi hii inaagiza magunia ya bilioni sabini kutoka nje ya nchi kila mwaka. Mkonge umekufa, viwanda vimekufa, watu wanafanya betting. Mnaambiwa tatizo la ajira ni la kidunia, sio kweli. Tatizo la ajira nchi hii sio la kidunia, ni tatizo la uongozi wa hovyo mbovu, viongozi wa jinga wanaotuongoza Umaskini wetu ni umaskini wa kutengeneza, sio umaskini aliyotupa Mungu. Unakuaje na nchi unayoagiza njiti za kutolea nyama kwenye meno? Nchi gani? made in China. Misitu, nchi hii ni nchi ya pili labda Afrika kwa kuwa na misitu mingi, Afrika nzima. Unaagiza toothpick made in China, alafu watoto wako wanafanya betting na wengine wanaendesha bodaboda, unawaita, unawaambia eh, nini maafisa